Tutayazungumza mambo leo kidogo, mtaona, ah, mbona haya si bora? Je, yazungumze baadaye huko. Mzungumzaji wa mada ya hija hasa ni Sheikh wetu, kiongozi wetu, mnadhimu wetu. Tulichokusudia kuzungumza leo ni kile ambacho leo nitakizungumza, makosa yanayofanywa Makka wakati wa hija. Tuzingatie sana haya leo. Mtanishangaa kidogo, ah mbona yule amiri alikavaa nusuk? Kosa kubwa sana, na nilirusha kwenye grupu kwamba wale ambao walikwenda hija mwaka jana wavae hizi leo hizi nusuk. Katika kosa kubwa sana kwa hujaji wewe na mimi, viongozi wetu, ni mtu akifika Maka, kutokuvaa kitu kinachoitwa nini, nusuk hili Maka ni kosa la jinai hili, hii nusuk kutokuvaa ni kosa la jinai mwaka jana pekee walirejeshwa watu kabla hawajahiji laki moja na elfu sabini na tano mwaka jana peke yake. Mwaka juzi waliorejeshwa makka kabla hawajahiji walikuwa laki mbili na elfu kumi mwaka huu, kama Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Lakini tukifika maka tu, maka sio madina, maka tukifika maka kosa kubwa ambalo wewe utalifanya mimi nitalifanya ni mtu kutokuvaa nini nusuk. Tunazungumza na mapema kabla hatujafika Madina, kabla hatujasafiri, kabla hatujafika pale airport ni kitu kimoja, wazungu wanasema ni very sensitive. La kwanza lakini la pili, juzi wakati tunafanya tawafi na leo inshallah, unasemasuti wanaume, wanawake, tutatenga siku yenu katika shule Bembela Secondary School au tutakapochanganyika na wenzetu pale Masjid Nur, sisi pamoja na Marwa na Haji Assistance pamoja na Al-Mukarram, mtakwenda kufanya practical katika msikiti ule wa Nur Muhammad kama ambavyo tumefanya waka jana, tuseme inshallah. Si vizuri kumpitisha mwanamke tena anazunguka hapa tunamuona, itakuwa si vizuri, lakini leo wanaume mtapita hapa, mtazunguka hapa, mtafanya tawafu. Sasa wakati mnafanya tawafu kuna mambo ishirini na moja naomba myazingatie sana, muyazingatie mambo haya ishirini na moja ambayo leo nitazungumza, kwamba haya ni makosa yanafanywa na mimi, utafanya wewe, yanafanywa na mahujaji wengine kule Maka. La kwanza kubusu mkono wako wakati baada ya kufanya bismillahi rahmani bismillahi, allahu akbar, watu hufanyaje? Wanafanyaje? haitakiwi mtu kuubusu mkono wako, mkono wako, kama utabahatika kuigusa ile hajar al aswad, ukigusa hajar al aswad unaweza kubusu mkono wako, lakini kwa sheria tu kusema bismillahi allahu akbar. Ukinyoesha mkono hivi, hile ni kosa, haitakiwi. Nafahamika ndugu zangu, la kwanza. Yako ishirini na moja, tuzingatie, muhimu. Lakini la pili, kulazimisha kulibusu hajar aswad kwa hali yoyote, kuna watu Tushako na maka sheko shaona, eh? kuna watu wanalazimisha tena, bahati mbaya, mpaka na wanawake, na wakija hoteli wanajisifu, hasa leo nimeligusa, na wewe ambaye hujaligusa unajiona mnyonge, unajiona mshamba, unajiona umepoteza, unajiona kama hija yako ina matatizo, ina maana kama kama tawafu yako haikukamilika. La pale ni hatari Unaweza ukapoteza maisha yako katika hajar la aswad. Siyo sunna lazima ukaguse pale kwa kishindo, kusukuma watu, unafahamia ndugu zangu. Kwa hiyo ile kulazimisha, ukaenda kuwasukuma watu ni haramu, haitakiwi. Kama umepata fursa, kuna baadhi ya watu wakati wa swala pale huwa wanaswali fardhi, lakini wana timing karibu na hajar la aswad mbele ya alkaba mesha kuswali nafasi hiyo, lakini sikuswali karibu na ile haja la aswad, ni swali hapa kwenye Maqam Ibrahim, sala ya mbele, safu ya mbele ya pili. Wale ambao wamesali pale chini ya haja la aswad, kumbe walikuwa na timing wale baada salamu alaikum wa rahmatullah, upande wa pili usiokachelewa. Huku ukichelewa tu, utakuwa na kuodoapua pale kwenye hajar al-aswad. Ya nini yote hayo? Sasa watu wana timing. Haitakiwi pale kusokotana na waislamu wenzako, lazima wewe upate hajar al-aswad. Haitakiwi, ni haramu. Lakini la tatu, kunyosha mikono miwili wakati unaofika pale kwenye hajar al-aswad, kuna watu wanafanyaje? ananyosha mikono kama anatolea salamu watu kwa barazani, jamani, hamjambo. Ili haja laswad mkono wake ni huu. Hebu tunyoshe sote, unasemaje? Bismillahi, allahu akbar, basi natosha, sio mikono miwili. Wallahi utakwenda kuwakuta watu wananyosha mikono miwili. Hamjawaona watu jamani? Hamjawaona tulikuwa na Maka? Hamjawaona? <laughs> eh? tena wengine yani yananyosha tu baada, unafanyosha hata hangali kule, yana yananyosha, huyo anafuata watu. Haitakiwi kunyoshwa mikono miwili. Lakini la tatu la nne, kulazimisha kuligusa makamu Ibrahim, hii makamu Ibrahim haitakiwi. Lazima wewe uiguse, unaigusia ya yani nini, ili iweje? Haitakiwi watu. Naweza kuandika jambo, mkija mje na peni hapa, muhimu sana Mkija kwenye, kwenye taalimu kama hivi, mje na peni, muje na buku kwa ajili ya kuandika dondoo za kinachozungumzwa. Huwezi kukamata kila kitu, si kweli? Kicho kinambotele, mna harusi nane kwenye hicho chako, mimi hapa na harusi saba. <laughs> na kile harusi dira, nadeiwa dira na kicho kicho kitakapata kila kitu mke huye, nakudei dira, nadeiwa dira, huwezi kupata kila kitu hapa, si kweli? nsitoke njia mada haya kwa hiyo ha, mle kwenye haja kwenye makamu Ibrahim, ndani mle mna nyayo za nabii Ibrahim tu. Basi tena tale de askari pale ma, wanakufukuza kwamba ushaona, usiguse. Eh, hakuna haja hiyo tena. Mtu anakuja hoteli anakuja kujisifu mesha ligusa hapo nini, lile makamu Ibrahim, ndo nini? Sasa ndo nini ndo umepata nini? hukupata thawabu huu na ulichokipata ni kujihangaisha tu zaidi, nikuchungulia kuisoma historia tu kwamba nyayo za nabii Ibrahim zile pale, khalas. Latano kulazimisha kusali chini ya makamu wa Ibrahim, kuna watu wanajitenga wanastoka tangu hoteli, hasa ndugu zetu wa Misri, wa Nigeria, wa Ivory Coast, wao wanaagana wa wana kabisa kwamba sasa wewe sasa zamu yako utaanza wewe. Kwa hiyo wanakaa nyuma huku wanajenga ukuta wanajenga eh, muhimili fulani hivi, naambia swali makamu Ibrahimu makamu Ibrahimu kusada ka mbili wattakhidhu makamu Ibrahimu salla pafanyeni ya makamu Ibrahimu pale kuswali mkaswali. Hata kusali na msikiti huko, mtaelekezwa na viongozi wenu. Sisi tunakwambia jamani, swalini hapa, hakuna shida.

Sura al-Fatiha na, qul huwa Allahu ahad faqat. Sasa mtu anasoma Sabbihisma rabbika al-a'la pale, was-samai wa at-tariq, amma yatasaalun. Ah ah, pale sana pake usisome sura ndefu, utahangaisha watu na utajihangaisha wao hata ukaja usema nimekata sala yangu. Ah ah, sikubali ni kuache peke yako wewe, unatuhangaisha, unatu eh na kuvuta shughuli hasa. Oh, tuanze, watu wote wamaliza, wewe umo tu. Ah itabidi tukuondoe. Tuafahamiane, eh? Kwa hiyo pale haitakiwi mtu kusoba sura ndefu, lakini la saba kulazimisha kuugusa mlango wa Al-Kaaba. Ehe, siku moja sina haja nani, bibi moja kanabia samiriani, bwana leo naona tch, leo nataka unichukue, niko tayari kupata reali ishirini za nini, nikagusa ule mlango wa Al-Kaaba. Kabia wa nini, wewe mtu wenyewe mfupi, una futi tatu, sasa itabidi mimi nikubebe hai, nakubeba vipi? Na pale Haiwezekani na mimi siwezi kukuwekea kiti, si maamiri fanye enemies, lakini mlango wa Alkaba nikauguse. Mtakwenda kuona mahujaji mwaka huu watu wanapapatua, lazima uguse ule mlango wa Alkaba ndo wa nini sasa. Haisaidi chochote, hupati thawabu zaidi, umepata dhambi kwa sababu itabidi msokotane na wasukuma wenzako. Haya, jingine haitakiwi kunyoa au kupunguza kabla hujavua ihramu yako, watu wengi wanafanya makosa hayo.

mara ya nne ndo akasema rahimallahu muhaliqin wa mukasirin. Kwa hiyo kabla hujanyoa, me hupendelea siku ile ya mwanzo baada umra kunyoa, lakini kama nywele zako kipilipili kama fulani hakuna haja ya kunyoa, punguza tu, ili nywele zako zeki mwezi ngapi huko, mwezi mwezi kumi kijaaluanabuhaina na uzima la tisa kulazimisha ya kugusa ruknul yaman. Kwa mkono wako yani mtu analazimisha lazima l yaman pale unapoanza rabbana atina hebu tusomeni kidogo fi dunya wa fil akhirati hasana na hii mabwana nabibi hamtakiwi kufunzwa mi mara nyingi ninapopita na watu pale huambia rabbana kudhani kuna mtu kakipia chuoni huku nyuma tunamsaidia lakini haitokuwa vizuri uisome mwenyewe au mnasemaje

Haya, jingine kulazimisha kwenda mbio mizungo ya awali hata ikiwa hamna nafasi hiyo. Kuna baadhi ya watu wanalazimisha wanaume ile mizungu ya mwanzo, analazimia lazima twende mbio, hali hairuhusu. Shekhe umma huu usilazimishe watu, lazima watu waende mbio mizungu mitatu, hairuhusu. Ukilazimisha ukawasukuma watu, inakuwa haramu. Nafahamika ndugu zangu, jamani, nafahamika kwa sababu tutachukua watu hapa pengine kwenye mafunzo yalisemwa hivyo kwamba mizunguko mitatu ya mwanzo watu wanafanya wanaume wanatoti. Sasa mbona huku hatujatoti? tushafika huku Maka, mshatuharibia hija yetu? Ah, ile mizunguko ya mwanzo hakuna ulazima kwenye dharura, dharura kama ile. Nafahamika ndugu zangu eh eh? Ukilazimisha haram. La kumi, eh, la kumi na moja kumfanya mwanamke ndiyo kiongozi wetu kwenye tawafu na sa'i. Ehe, tena kiongozi wetu biasi ya Dr Asia samani eh? Haya, wewe kaa mbele, ndio mrefu wetu, tena huyo, tena huyo anaongoza kundi a. Haitakiwi kiongozi lazima awe nani, lazima awe nani? Mwanamme mwenye masharubu. Mhm, tena usije ukashangaa, bwana, mimi ndio kwanza hijagoa mwanzo. Tuangalie urefu wako na umadhubuti wako na elimu yako. Bwana wewe kaa mbele tulibakia sote huku wafupi, tuongoze kule mbele tukuone, upate kutuongoza vizuri, lakini inapendeza akae kiongozi kwa sababu kule mbele kuna mitihani yake. Kwa hiyo haitakiwi kiongozi mbele kule katika kutuongoza kwenye tawafu na sa'yu wa nani? Mwanamke. Eh, eh, jingine la kumi na mbili, wanawake kuwa wazi baadhi ya viuli vyao kuonekana, mfano nywele mfano mabega, miguu, mikono na nguo zao kuwa laini wakati tawafu na sa'i. Mtakuta watu kule nywele zimetoka toka, um, zime haram. Mwanamke nywele yako moja tu haram. tukielezea athari ya mwanamke kuonekana nywele yake, siku ya kiyama hukumu yake, asingethubutu mwanamke wetu ukaa kichwa wazi. Haya, leo unakaa kichwa wazi mbele ya Al-Kaaba mbele ya makao makuu, mbele ya Allah hukumu yako itakuwa namna gani? Kuna wanawake utaona tena, ndugu zetu, hasa na Afrika Magharibi, utaona mpaka mabega. Hamjaona jamani wa e? Wanawake hamjaona eh? Wanawake, vaeni soksi wakati wafanya tawafu. Soksi vaeni bwana, tunakulazimisheni mvae soksi, nguo zenu ziwe basi, mashallah. Mashungi yenu mazuri mazito, hayaonyeshi mwili, mashallah. Kwa hiyo hiyo haitakiwi mwanamke kuonyesha mikono yake nywele zake miundi yake mabega yake wa hakadha haitakiwi haya jingine la kumi na tatu kuleta talbiya wakati wa tawafu na sa'i wakati wa sa'i sa'yu na tawafu pale hapatakiwa nini Labbaik Allahumma labbaik